Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa Al Azhar TV online Tanzania. Uh, tupo katika viwanja vitukufu, viwanja vya Arafa, sehemu ambayo zaidi ya Waislamu milioni tatu wamekusanyika leo hivi kutekeleza ibada ya haji Tanzania ni miongoni mwa mataifa hayo yaliyobahatika kufika hapa, lakini kubwa zaidi ni kwamba Tanzania ni miongoni mwa nchi zilizopata bahati kwamba Samahat Mufti wa taifa hilo naye amekusanyika na amekuja hapa leo uh, ikiwa ni sehemu ya safari zake za kila miaka za kutekeleza ibada hii. Basi kwa idhini yake tupate kusikia mawili matatu kutoka kwake akizungumzia ibada hii leo imekamilikaje? Imeendaje? Nini ambacho anataka kuwaambia wale wanaomfuatilia na wenye hamasa ya kutaka kumsikia? Samaha, karibu kwa idhini yako. Ahsanta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kutuwafikisha kuweza kuhudhuria maeneo haya ya mawanja ya Arafa katika siku hii tukufu ya Arafa. Arafa ambayo kuhudhuria kwake ndio hija yenyewe kwa maelekezo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ufupi, mahujaji wamehudhuria maeneo haya na wamefanya ibada vizuri, na tumeweza kuombea mpaka nchi yetu ya Tanzania. Tumeombea vile vile hata uchaguzi mkuu ujao ule nyumbani kwetu Tanzania, tumemwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kupitisha kwa salama, na tumewaombea viongozi wetu wote, viongozi wetu wa dini e, ya Kiislamu ili waweze kuendesha mambo ya dini vizuri, kwa sababu hatadini pia inatakiwa kuombewa. Lakini kadhalika tumewaombea viongozi wetu wa serikali, kwanza rais pamoja na wasaidizi wake, ili Mwenyezi Mungu ape taufiki ya kuongoza vizuri taifa letu la Tanzania. Na leo alhamdulillah E, tumemaliza vizuri magharibi hii, e, tunajiandaandaa hapa kwa ajili ya kuelekea Muzdalifa, lakini hakuna taarifa yoyote mbaya au ya kutisha inayohusiana na jambo lolote linamhusu haji yoyote ambaye kwamba amezidiwa labda kwa maradhi au kumetokea jambo gani. Mpaka sasa hivi taarifa tulizo nazo, tunakwenda vizuri kiasi ya mahujaji elfu tatu mia tano na kitu kwa mujibu wa maelezo ya Rais wa raislbitha, hali ni nzuri mpaka sasa hivi. Tunawaombea ndugu zetu mlioko nyumbani, eh, Mwenyezi Mungu ajalie khairi na baraka katika nchi yetu, na nyinyi, Mwenyezi Mungu aweze kuwajalia muweze kuja katika mwanja haya weze kuja kuhiji na mpate amali kama hii insha allahu taala. Tunamomba Mwenyezi Mungu atukamilishie hija yetu tumalize kwa salama. Wallahu waliyut tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Samaha, pamoja na kuwa umetupa salamu ya kuashiria kuwa unamaliza kipindi, lakini bado tuna hamasa unataka kujua vitu kadhaa na umetupa muda mchache sana, lakini samaha, kwa idhini yako watu wanataka kukusikia. Na kwa sababu umekuwa unakuja mara kwa mara, Allah akuhifadhi, ameen. Kuna mabadiliko kote samaha ambayo yamejitokeza baina ya haji zilizopita na haji hii ya mwaka huu, na ukizingatia kwamba siku chache katika mitandao kuliibuka sintofahamu zikieleza kuwa mahujaji wa Tanzania wanalipa gharama kama mataifa mengine, lakini wao wanapata huduma ambazo hazifanani na gharama zinazolipwa. Natumai ulisikia sintofahamu hizi, tupe uzoefu wako samaha kwa mwaka huu na hivi ulivyoviona mpaka sasa hivi. Kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, lakini pia niishukuru serikali ya mamlakat larabiyati saudia kwa kazi kubwa inayopitia wizaratul haji ambayo wanaifanya katika kuandalia mahujaji kuna tofauti ambayo nimeiona. Kwa mfano, tumeona kuna mahema mazuri sana maeneo ya Mina, lakini kadhalika maeneo ya hapa Arafa tumekuta eh, mahema mazuri na utaratibu mzuri, na ghaliban huwa siku nyingine tunachanganywa changanywa tu na watu wa aina nyingine. Kwa mfano, sisi watu wa Afrika Mashariki tu tukachanganywa na watu wa Afrika Magharibi Mshabba. Lakini mwaka huu tumekuta Watanzania, kwa maana ya Watanzania tu katika hema moja tumewekwa katika hali ya namna hiyo. Haya ni mambo ambayo nimeyaona yaliyo tofauti na miaka mingi iliyopita huko nyuma, lakini kadhalika tumekuta kuna matandiko, kuna hali nzuri, kuna nadhafa kubwa ambayo inaonyesha kwamba kuna maandalizi yaliyokusudiwa hasa kwa ajili ya kuboresha na kuiweka hali ya hija kuwa ni nzuri Maashallah. Kwa jambo hili tunapata nafasi ya kuipongeza eh, wizaratulhaji pamoja na mamlakatul arabia as asuudia. Kutokana na kazi kubwa ambayo wameifanya Mashaallah. Samaha, Allah akuhifadhi na Allah akukue umri mrefu kwa maslahi mapana ya Watanzania wa Afrika lakini, uh, walimwengu wa Kiislamu kwa ujumla wake. Samaha, tunaomba kwa idhini yako utupe jambo ambalo kidogo huenda likatupa mwangaza na tukapata kujifunza. Imeonekana kuwa kwa mujibu wa rekodi zilizowekwa huu mwaka Waislamu kutoka Tanzania wameitika kwa idadi kubwa ambapo inakadiriwa kuwa ni mara ya kwanza kufikisha idadi hii ya 1350 na zaidi. Kuna mikakati maalum Samaha umeiweka chini ya utawala wako ya kuhamasisha na kueneza uelewa kwa Waislamu wa Tanzania, au ni bahati mbaya imekuja? La, sio bahati mbaya, ni mikakati iliyopangwa vizuri kupitia Baraza Kuu la Waislamu Tanzania na taasisi zote zenye majukumu ya kuleta mahujaji huku pamoja na kushirikiana na chombo chetu cha biisha ya Tanzania tumeshirikiana vizuri katika kuhamasisha na kuweza kuwapa kuwa uelewa eh, waislamu wa namna ya kutekeleza ibada hii ya hija. Na la ajabu sana katika yote ambalo litakushangaza ni kwamba wakina mama wamekuwa ni wengi zaidi kuliko wakina baba katika mwaka huu. Mashallah. Kwa hiyo inaonekana tumeanza kupanda. Mashallah. Na hii pia ni alama ya, ya uchumi wa nchi. Inaonekana kama unapanda juu kidogo, maana idadi tuliyoipata safari hii ni kubwa zaidi tukilinganisha na idadi za nyuma, maana Maashallah. tumekuwa elfu tatu mia tano na kitu, idadi haijawahi kufikiwa Maashallah. ela katika mwaka huu, na hii inatupa sura na picha kamili kwamba mwaka ujao biidhnillahi taala huenda tukafika zaidi ya idadi hiyo, labda Maashallah. elfu nne au elfu nne na kitu, elfu tano na tunatarajia katika hali ya namna hiyo Maashallah. na kuna mikakati maalum tuliyoiweka kwa ajili ya kuhamasisha zaidi na kuweka utaratibu zaidi wa watu kuweza kujiwekea kidogo kidogo no. ili waweze kuja kuzuru mahala hapa, Mashaallah. Samaha umeunganisha e, uchumi na mfumuko wa kina mama kuzidi namba ya kina baba katika e, kutekeleza ibada hii. Hii mikakati na mipango ya kueneza na kuhamasisha mnaifanya kwa wa kina mama tu au wao ndio wenye uchumi bora kuliko wakina baba? La, wakina baba ndio watu wa kwanza lakini siku zote kama unavyoelewa jambo likishikwa na wakina mama na watoto linapata sura ya peke yake. Na hata jambo ukitaka lifae, ni sharti waingize wakina mama, utaona jambo linafaa. Wewe unakumbuka Sheikh kwamba hata masahaba ilipokuwa wameambiwa wanyoe, alafu wakawa waka hawakuweza kupata e, wepesi wa kunyoa, basi aliyemshauri Mtume sasalam so, ni mkewe ni mama yule, akamwambia, wewe Mtume nenda kanyoe, alafu hao wote watamka watanyoa. Tume akaamka akamwita kinyozi wake akanyoa, na watu wote wakaamka akanyoa. Kwa hiyo wakina mama kuja kwa wingi mwaka huu ni moja ya namna ya kuhamasisha wakina baba, mwakani watakuja kwa wingi zaidi inshaallah. Mashaallah, kwa mujibu wa maneno ya Samaha ambayo kwa kawaida huwa hayatafsiriwi ni kwamba mama akiimarika katika jamii, basi jamii hiyo huwa bora zaidi. hajun mabrurun wa dhanbun maghfurun. Samaha. Tunashukuru sana kwa muda huu unaotoa, tulitamani tuongee na wewe sana zaidi ya hapa, lakini kwa kuwa leo umefanya kazi kubwa sana ya kuliombea taifa na, na nikifahamu katika mazungumzo ambayo yamepita hapa ni kana kwamba wanakusudia mama na doktor, uh, uh, Huseni mitano tena, na nikikosea, hmm, utaninyoosha samaha au nimekosea? Hapana, hujakosea, kwa sababu mama amefanya kazi kubwa sana Mashaallah. Ameweza kutusaidia vilevile hata vile, mwaka huu mwaka jana ulitusaidia, tulikwama lakini yeye alitia mkono wake na mwaka huu kadhalika, kama unavyoona, tumekuja na ndege ya Air Tanzania mpaka Dubai Maashallah. kisha tukaleta njia ile na ndege ya Dubai kuja hapa Jeddah, na wewe mwenyewe umetupokea. Kwa hiyo hii Maashallah, ni alama ya kwa kwamba na mapenzi na wananchi wake wote kwa ujumla walio Waislamu na sio kwa Waislamu. Kwa hiyo tumwombee sana Mungu Ya Rabbi, amin. E, amin hapa katika mawanja, kwa sababu tunaendelea na ibada hii e, kila sehemu ambayo tutakuwepo basi mahujaji tuendelee kumwombea mama na nyinyi mlioko nyumbani basi muelewe kwamba hili ni jukumu letu tu. Na kuweza kuwaombea, nimesema punde tu, msemo wa wanazuoni unaosema man da'a li amirihi faqad da'a li nafsihi, anamwombea kiongozi ya wake bila shaka amejiombea mwenyewe. Akitengenekewa kiongozi, atakuwa ametengenekewa na raia vile vile. Vilevile, Mwenyezi Mungu ampe tafiti yeye na mzee wetu Dk. Hussein Ali Ali Mwinyi, pamoja na wasaidizi wao. Kwa hiyo Mashaallah, samaha, swali la mwisho ikikupendeza. Uh, tumebahatika kuwa tunakwenda katika uchaguzi wakati tumemaliza tukio muhimu la ibada ya haji manake. Uh, ikikupendeza samaha, na ukiniruhusu naweza kusema Tanzania imepata bahati ya kuwa ni miongoni mwa nchi uh, za kipekee kuenda katika tukio kubwa la kitaifa baada ya ibada kubwa ya kihistoria katika upande wa umini wa Kiislamu, na uchaguzi au chaguzi zilizopita zilikuwa na changamoto za hapa na pale, kwamba kulikuwa na baadhi ya marushiano ya maneno huenda au hata watu wengine kupata e, majeraha. Mara hii tutarajie kwamba hata sisimizi hatokufa kwa, kwa dua hizi, insha Allah taala. Insha Allah taala watu wameomba sana kwa sababu haja yetu kubwa ni kutotokea faula e, kwenye nchi yetu. Haja yetu sisi ni salama, haja yetu sisi ni amani, haja yetu sisi ni uchaguzi upite kwa salama. Na kwa kawaida, kwa Watanzania wote kwa ujumla, hatukuzoea vurugu hata siku moja, na ndio maana kunaweza kutokea jambo ambalo ni, ni baya, alafu watu wakaenda sehemu ile, kwa sababu badala kukimbia wakakimbia sehemu hiyo, kwa sababu hakuzoea ya mambo ya, ya vurugu. Kwa hiyo tumemwomba Mwenyezi Mungu atuondoshie vurugu, amin ya rabbi, amin. Tumemwomba Mwenyezi Mungu atuletee salama na amani. Am, amin ya Rab, amin ya Rab, amin ya Rab, na uchaguzi upite kwa salama.